Nami katika makala changu chako chako changu, changu, changu leo Jumapili na ambapo nakuletea historia ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kwenye le Parle Francophone nitakujuza ratiba za shughuli za kitamaduni kwenye kituo cha Alliance Francaise ya Nairobi, na kwenye muziki nitakuletea mwanamuziki Thomson the Voice kutoka nchini Burundi. Mimi ni Ali Bilali, bienvenue ama karibu. Muungano wa Zanzibar na Tanganyika ulitokea tarehe 26 Aprili mwaka 1964 ukawa mwanzo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hadi tarehe hiyo kulikuwa na mataifa mawili huru ya Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar ambayo aliingia mkataba wa muungano mnamo mwaka 1964 na kuanzishwa dola la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkataba wa muungano ulitiwa saini na aliyekuwa rais wa Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere na aliyekuwa rais wa Zanzibar, Sheikh Abedi Amani Karume April 22 mwaka 1964 huko Zanzibar. Mkataba huo ulithibitishwa na bunge la Tanganyika na baraza la Mapinduzi hapo tarehe 26 Aprili mwaka 1964. Tarehe 27 Aprili mwaka 1964 viongozi wa nchi zote mbili walikutana katika ukumbi wa Karimjee jijini Dar es Salaam na kubadilishana hati za muungano. Hey, Fauti zetu, zisibadili kitu. Utanzania wangu ni muungano wetu, Tunde tudumishe. Baada ya hapo likaja swala la mabadiliko ya jina, jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar lilibadilishwa baadaye tarehe 28 Oktoba Mwaka 1964 na kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitia sheria ya Jamhuri ya Muungano, sheria nambari 61 ya mwaka 1964. Miongoni mwa mambo yaliyomo katika makubaliano hayo ilikuwa ni pamoja na muundo wa muungano. Muundo wa muungano wa Tanzania kama ulivyoelezwa katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania una vyombo viwili vyenye mamlaka ya utendaji ambavyo ni Serikali ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, vyombo viwili vyenye mamlaka ya kutekeleza utoaji haki ambavyo ni Mahakama ya Jamhuri ya Muungano na Mahakama ya Zanzibar, na vyombo viwili vyenye mamlaka ya kutunga sheria na kusimamia utekelezaji wa shughuli za umma ambavyo ni Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Baraza la Wawakilishi la Zanzibar. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inashughulikia mambo yote ya muungano kama alivyoainishwa katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na yasiyo ya muungano kwa upande wa Tanzania Bara. Ni muungano wetu, tofauti zetu zisibadili kitu. Hey. Hey. Muungano wa Tanganyika na Zanzibar umekuwepo kutokana na sababu mbalimbali mbali, kama vile kuwepo kwa mahusiano ya karibu na ya kihistoria baina ya Tanganyika na Zanzibar katika nyanja mbalimbali kama vile undugu wa damu, biashara, utamaduni, lugha na mahusiano ya karibu kisiasa, hususan baina ya vyama vya TANU na ISP. Pia, azma ya kuwa na muungano wa Afrika hususan kwa kuanzia na shirikisho la Afrika Mashariki. Hata kabla ya uhuru wa Tanganyika, Mwalimu Nyerere pamoja na viongozi wengine walikuwa wakipigania uhuru katika ukanda wa Afrika walikuwa na matarajio ya kuwa na muungano wa Afrika. Mwalimu Nyerere binafsi alipendelea uwepo wa muungano wa Afrika kwa kuanzia na mashirikisho ya kikanda. Mmoja miongoni mwa mazungumzo yake Nyerere alieleza hapa, nchi zetu tulipoungana, Zanzibar na Tanganyika, tuna tumekubaliana tuungane. Na wakati huo wakati huo, mimi jitihada yangu ilikuwa ni kushawishi nchi za Afrika ya mashariki zote, Kenya, Uganda na Tanganyika na Zanzibar tuungane, tuwe nchi moja. Siku hizo jitihada zangu ni hizo. Kwa hiyo, wakati yanafanyika mapinduzi ya Zanzibar nilikuwa nimo katikati kati ya mazungumzo na Kenyatta na Obote juu ya kuona kama nchi zetu zinaweza zikaungana zikawa nchi moja ni tangu tangu kabla ya uhuru wa Tanzania Tanganyika kupatikana mpaka leo. Naamini basi historia imetufikisha hapa tulipo leo. Najiita Mtanganyika, ninge, i would prefer to call myself an African kama Africa ingekuwa yote iko pamoja au angalau ni east Africa. Lakini hii kugawana vipande hivi tangu zamani, i don't believe it. Na sasa mnakazana, mnataka kugawana zaidi hata kile ambacho tumekifanya kikubwa pamoja. So, nilikuwa nafanya jitihada ya kuona kama nchi zetu zinaweza kuungana. Nchi za East Africa zikaweza kuungana. E, Wakuria wa Mara pale na Wakuria wa, wa, wa, wa Kenya ni wale wale. Wamasai wa Tanganyika na Wamasai wa Kenya ni wale, wale. Wahaya wale na majirani zao wa Uganda ni wale, wale. Basi nafikiri angalau sisi ambao tumekuwa chini ya himaya ya Kiingereza, angalau sisi hao tuliokuwa chini ya himaya ya Kiingereza tungeweza tukakazana. Eh? Tukawa nchi moja. Nilikuwa sitaki urais, nilikuwa naogopa urais. Nilikuwa ambition yangu, nilikuwa na ambition ya kwamba tukipata, tukizunganisha nchi zetu hizi nitafurahi sana. Matumaini yangu ilikuwa ni kwamba tunaweza tutampata Kenyatta, yuko mzee yule mtu mzima na hivi, tutampata Kenyatta, hata atakuwa rais wetu. Matumaini yangu kumwomba, kama ataku, atani, ataniteua ata, maana magali na mimi nilikuwa na, na nilikuwa rais hapa <laughs> naweza naweza nikamomba kama ataniteua na mwambieni kwa dhati kabisa. Mwisho wa kipengele hiki, unaendelea kusikiliza makala changu chako chako changu. Prefet Albert popote ulipo. Big up sana kwa kuendelea kuwa nasi lakini Richard Michael, ukiwa kule Tanzania, Mkola ukiwa pale Bujumbura, Burundi, Tresor ukiwa Bujumbura pia, sikukusahau Hamis Baba ukiwa Bujumbura pia, na Imani Classic ukiwa Kamanyola. Big up sana na wewe unaitwa Anji Obor, ukiwa Nairobi, Kenya, pamoja na Aisha Karimu ukiwa Mineasota, Marekani. Big up sana kwa kuendelea kuwa mwaminifu kwetu nawe mzee Makindari ukiwa pale Bujumbura, msikilizaji pendwa sana huyu wa RFI Kiswahili pale Bujumbura Burundi. Na sasa tuelekee kwenye kipengele cha le parler francophone, ambapo Alliance Francaise ya Nairobi imekuandalia maonyesho ya deepfake inayolenga kuhamasisha watu kuhusu athari za matumizi ya akili bandia kwenye taarifa za umma, jinsi akili bandia inavyotengeneza maudhui yanavyoundwa au kubadilishwa ili kuiga mtu au tukio halisi na jinsi yanavyotumiwa na kutambuliwa. Bila shaka, msikilizaji, usikosi kushirikiana nasi katika vipindi vyetu. Tutakuletea mengi zaidi kuhusiana na swala hili, mwisho wa kipengele hiki. Unasikiliza Changu Chako Chako Changu, makala yanayohusu utamaduni unaendelea kusikiliza makala changu chako chako changu, nami Ali Bilali, mtangazaji wako asiyependa makuu. Unaitwa Juma Ali, ukiwa Nairobi Embakasi, unasema upo hewani muda huu unasikiliza makala. Lakini Deus Caritas ukiwa kule DRC, pamoja na Masudi Kyalumba ukiwa DRC pia, Etienne Muhasa upo kule Goma, Salumu bila seofas na kiwa kule DRC, Tresor upo pale Bujumbura, kubata anasema wanatusikiliza vizuri tu. Asa, tuelekee kwenye kipengele cha muziki, na leo niko na msanii kutoka kule Bujumbura nchini Burundi, ambaye mwenyewe atajitambulisha jina lake. Karibu. Yeah, isha karibia sana. Nashukuru tena kwa majina. Inaitwa Thomson the Voice, ni msanii kutoka Burundi, Bujumbura. Unajua, wanasemaga kwa jina, sio kwa majina. yeah, kwa jina Kiswahili. uh -huh, <laughs> li... Thomson the voice yeah, karibu sana Radio France yeah, nashukuru sana, nimeshakaribia. mm -hmm. Tena umetoka Burundi, sasa upo Kenya ndio? Ndio. kuna nini? ah, nimekuja kutembea na kama mfanyakazi kuweza kuzitambulisha na kazi zangu so nashukuru na sana tena kwa kuipata na hii nafasi, unajua ni kitu kubwa. Yeah, sana yes. uh, Tomson -tom, tuambie sasa kuhusiana na muziki wako uh, upo kwenye game la muziki tangu lini? uh, mi niko kwenye game la muziki kutoka elfu mbili na kumi na tisa kwa uh, sababu inakuwa ina, ina, ina miaka kama vile sita hivyo kwenda mbele so uh, ndo nimeanza karier yangu ya music, lakini before hapo nilikuwa nafanya dance, nilikuwa nacheza na nilikuwa niko mtu ambaye nilikuwa na napenda kufanya ka karaoke music live, nilikuwa naweza kuzirudia nyimbo nyingi tofauti za wasanii wa nyumbani, wasanii wa uh, Fmbina, kumbina, na wasanii wa nje. 2019 ndio ilikuwa rasmi naingia katika game la muziki, na namshukuru Mungu kufikia mpaka sasa, naona kama kazi kunaenda vizuri yes. Na ukiangalia tangu kipindi hicho mpaka sasa umerekodi nyimbo ngapi, au tuseme tayari umerekodi album ngapi? A, bado sijafanya sijafanya bado sijafanya albam lakini niko na nyimbo kama ishirini uh, na nne katika akaunti yangu ya YouTube pale, na napanga kwa huu mwaka ndo naweza kurilizi albamu yangu, sababu najua albam ni kitu ambayo inaomba nguvu, inaomba kujipatia mda wa kuandika nyimbo nzuri ambazo zitawafikia watu, promotion kila kitu yote, kama najua inahitaji ina, ina sana katika kama kunafanya albam, so ni albamu ambayo nichukua mda uh, na miaka miwili niko nafanya hizo ngoma, naona kama huu mwaka ndo rasmi zinaweza zikatoka. angalia labda muziki wa Burundi upoje sasa hivi yi. Hata ukizingatia kwamba wasanii wengi wa Burundi wamekuwa ni wasanii wa Burundi tu, kwa nini unafikiri? Uh, mi nafikiri, kama mimi kivyangu naona kama uh, ni ile tu kujituma sana na bado kwenye upande wa promotion muziki wetu bado kingali down, kwa sababu wasanii bado hatujaelewa promotion kwanza hatujaelewa ni kweli. Tunafanya tunafanya promotion ziko pale ziko tu za, za, za Kiburundi, lakini unakutana msanii ni mkubwa Kiburundi, akitoka nje ya nchi hata naye aelewi, so hiyo nayo know, ni naona kama ni kwenye upande wa wa wasanii promotion kufanya promotion kubwa ambazo zenyewe zinaweza zikatuma mziki wetu ukaeleweka sehemu zingine, East Africa, Tanzania, Kenya, Uganda. So na kitu ingine naona kama ni kufanya tu kazi sana, kwa sababu hatutumiki sana, hatutumiki sana. Ni kweli kuna wasanii ambao washafanya kazi nyingi, tena wako wengi sana, lakini ukiangalia kuna venye zile kazi hazijaridhisha watu vinye kivile. So mi nanazani kama kwe, ni, ni swala la, la kutumika tu sana na kuzidi ku ubunifu wa kazi, kujiunga na wangine, kuweza kufanya makolaboration na wangine yes. mm -hmm. Na kuhusiana na muziki wako uh, labda ungependa tu, tucheze wimbo gani sasa hivi ili u, watu waweze kukusikia. Uh, nyimbo mbona ni nyingi, kuna maexi hapo, kuna chokisha adui ni, ni nyimbo yangu mpya ambayo iko na miezi kama mitatu Hey, karibu ya mitatu hivyo inatoka. Chokesha adui nazani. <laughs> <laughs> uh, uh, ni vizuri sana. Chokesha adui unazungumzia nini ndani yake? ni ngoma ambayo naongelea kuhusu uh, maisha ya kawaida wanadamu venye tunaishi, uh, wenye hawapendi maendeleo ya wenzao wenye wanataka kuona wenzao wako ile ile sehemu, wanataka kuwaona wenzao wamefel. So nazani kama ni kuwachokesha tu na kufanya kazi tusikati tamaa na tuzidi tu kutumika sana, ama maadui lazima tuwachokeshe, kwa sababu adui kama unamwonyesha, una, una kama umokopi wewe, unataka tu kufanya kazi, nazani lazima achoke. <tipi> Anapasha kuchoka. yes, yes. <tipi> meseji kwa hapo ni, ni ya kuongelea wale maadui. So kwa mtu yote mwenye ana adui yake asimchokeshe kwa kumfungisha ama kwa kumwombea vibaya, mchokeshe tu kwa kufanya kazi.

Nam ni kibao chokesha adui cha msanii Thomson the Voice kutoka kule nchini Burundi, ambaye niko naye leo kwenye makala yetu changu chako chako changu, kipengele cha muziki. Tukizungumzia muziki wake, tuseme sasa hivi upo nchini Kenya na kama ulivyosema, unajaribu kuangalia ya namna gani ya kuweza kuendeleza eh, muziki wako. Ni, ni, ni ipi sasa mipango yako ya baadaye ili kuhakikisha kwamba umetoka kwenye hatua ambayo umefikia ili kwenda kwenye hatua nyingine. Mipango uh, ya baadaye, mpango wa kwanza ninao ni, uh, ni wa kuachia hiyo albamu yangu, ndio kitu ya kwanza, ya kuachia hiyo albamu. Na ninaimani kama albamu itafanya vizuri kwa sababu uh, tutajaribu ku kupambana sana na, ku, na kusukuma mziki kujaribu kufanya promotion kubwa albamu iwafikie watu. So nina malengo ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya kufanya makolaborationi na wasanii wa kikenya uh, na by the way nilikuwa nimekuja hapa kwa kufanya kazi na, na produsa fulani lakini haikuendeka venye gisi tulikuwa tuliongea naye, so ningesema tu kama uh, ni vitu vingi ambavyo venye, kikubwa kwanza ni, ku, ni kupushi mziki wangu ku, kuelewa venye sehemu nyingine wanaweza wakanisikiliza wakani, kwa sababu Kiburundi, Kiburundi kweli wanatusikia wanatuelewa, lakini si vile, ila tunahitaji watuelewe zaidi na zaidi. Sasa plani yangu ya kwanza ni kuwapa East Africa, ni kuwapa Kenya, juu ya kupushi tu kazi yangu, ku, kuweza kufanya kazi na watu tofauti kama madirekta kama maproduza, wasanii, waandishi wa habari yes habari yes warangizo <mimitra> utasanzwe mumutima wanje mora na kanyamuneza umbeni nyishu ya vyose a na wakati sasa tukielekea kutamatisha uh, makala yetu, unajua, uh, makala haya yanasikika kupitia maeneo mbalimbali kule DRC, Bujumbura yeah. Rwanda pale Kigali, tunasikika vema. Labda unawaambia nini watu ambao wanakusikiliza? uh, watu ambao wananisikiliza ningeweza tu kuambia kama watu support. Watu support, uh ninawambia jina langu naitwa Thomson the Voice. YouTube yangu ni Thomson the Voice, platform zote Spotify, Boom Player, Instagram, TikTok, kote kuna nyimbo zangu hapo, ni Thomson the Voice, watusaidie wa, waende pale watu follow, wasubscribe wa, ya, yaani watusaidie kabisa, so hiyo ni kitu ambayo, alafu nawashukuru tena sana kwa kutupatia mda wa kutusikia. Unajua, wingi, size kuna wenye wako kwenye, kwenye zingine shughuli lakini akikupatia hata, time ya kusikiliza, hata segonda kumi ni, ni kitu kikubwa sana alafu nawapenda sana kitu kingine tu wazidi tu kutusapoti sana yes. Shukran sana basi, tumalize makala yetu na kibao x kutoka kwake Thomson the

kibao na hicho na mimi x kutoka kwake Thomson the Voice ndicho kinatufikisha kwenye tamati ya makala yetu Jumapili ya leo. Mimi na mgeni wangu msanii Thomson the voice tunakwambia bon dimanche.